Naomba nilete salamu kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda, na masuala mengine machache ambayo tunafikiri ya msisitizo katika kipindi hiki katika wilaya yetu na halmashauri ya mji wa Bunda. Mwisho mwenyekiti, mmoja ambayo tunafahamika ni la ripoti wa wanafunzi wa awali darasa la kwanza na form 1, hali sio mbaya mpaka sasa lakini tusiweteke, tuendelee kuongeza nguvu. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa darasa la awali wameshaandikishwa asilimia tisini na mbili, darasa la kwanza asilimia tisini na mbili, na sekondari asilimia tisini na nne. Sasa sio hatua mbaya, lakini bado hazitoshelezi kwa maana ya kwamba lengo letu ni kufika asilimia mia moja. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tujitahidi sote kwa pamoja kwa maana ya mheshimiwa madiwani, wataalamu pamoja na wananchi, tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba e, uandikishaji au uripoti tuseme, unafikia asilimia mia moja kwa maana ya darasa la awali, darasa la kwanza pamoja na sekondari. Mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na hilo, watoto watakapokuwa shule, tuendeleze juhudi na hili waheshimiwa madiwani, linatuhusu sana, la kuhamasisha ulaji wa wanafunzi shuleni, kwa sababu tunaamini kuna uhusiano mkubwa kati ya lishe au chakula na kupata elimu pamoja na ufaulu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine ni msisitizo katika kuhakikisha kwamba watoto wanakula shuleni. Suala lingine mheshimiwa mwenyekiti, hivi karibuni kulikuwa na kikao kikubwa mjini Dodoma ambapo ilisisitizwa swala la bima ya afya. Na mimi kwa niaba ya serikali katika wilaya ya Bunda, nichukue fursa hii kuendelea kusisitiza kupitia jukwaa hili la waheshimiwa madiwani na wataalam, na kupitia vyombo vya habari, ifike kwa wananchi wengine ambao hawako hapa, kwamba tujitahidi kuhamasishana eh, kuchangamkia bima ya afya kwa wote; ni ya gharama nafuu lakini kubwa kuliko wote, sote tunafahamu kwamba bila afya maana yake ni kwamba hatuwezi kufanya chochote. Hata sisi tulioko hapa sasa hivi tuko hapa kwa sababu tuna afya. Mheshimiwa Mwenyekiti kiti, tuendelee kusimamia kama waheshimiwa madiwani na wataalamu, ukamilishaji wa miundombinu ya elimu, afya. Natambua sasa tunaendelea na ujenzi wa hospitali yetu ya halmashauri ya mji kasi sio mbaya, tuendelee kuongeza kasi hiyo. Miundombinu ya elimu Dr Nchimbi, nafikiri kuna changamoto kidogo pale kwenye shule ya sekondari Dr Nchimbi kasi e, eh, nafikiri siku hizi mbili tatu kasi imefanyaje, imepungua na naona mheshimiwa diwani wa kata husika anatikisa kichwa kukubali. Kwa hiyo niombe mkuu wa idara ya elimu sekondari na mkurugenzi kuongeza kasi Dr Nchimbi, lakini pia na maeneo mengine ya miundombinu ya elimu, afya, na miundombinu mingine ambayo tunaisimamia kama halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, yote haya ili yafanyike vizuri, lazima tuwe na mapato, lazima tuwe na mapato. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kabisa kuwaomba wataalamu na waheshimiwa madiwani kuminya mianya, kuziba mianya ya vyanzo vilivyopo, eh vyanzo ambavyo tunavyo kwa sasa tuvisimamie vikuswanyi vizuri, lakini tubuni vyanzo vipya ili halmashauri yetu iweze kupata mapato. Tulipaswa kama sasa hivi halmashauri sasa hivi tuwa na asilimia hamsini na, hamsini na 50 plus. hamsini na mbili mpaka hamsini na nane ya ukusanyaji wa mapato, lakini takwimu zinaonyesha tuna asilimia 46. Maana yake ni kwamba bado tuko tuko chini pamoja na kwamba watu wa mapato wanajitahidi na huko mjini tunakutana nao, na ni wapongezeni Bwana Lianga na wenzako, mnafanya kazi kubwa, lakini tuendelee kuongeza kuongeza kasi, na ofisi ya mkuu wa wilaya itawaunga mkono katika hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, liko eneo ambalo nimelisemea hapo awali la miundo mbinu, yako maeneo wananchi huwa wanaanzisha maboma. Niendelee kukumbusha kwamba serikali itakuwa tayari kuendeleza kwa yale maboma ambayo e, wananchi wameshayajenga kwa maana ya finishing, na natambua kwamba wengine wameshakuwa nao kwa muda mrefu. Msikate tamaa, kwa sababu serikali inatambua yote hayo na itaendelea kuchukua hatua, lakini tuendeleze vile vile kujenga maboma mengine ili serikali ifanye kazi ya finishing. Jambo la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, ni umoja na ushirikiano kati ya madiwani wenyewe, kati ya madiwani na wataalamu, kati ya halmashauri na serikali kuu, kwa sababu sisi sote kwa umoja wetu ndio tunaitwa Bunda. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunakuwa na umoja na ushirikiano ili tuweze kutimiza masuala mbalimbali yakiwemo haya ambayo nimeyasema sasa hivi. Yote haya mheshimiwa mwenyekiti, hayawezi kufanikiwa kama hakuna umoja kati ya wataalamu na halmashauri. Lakini vile vile kama hakuna umoja kati ya halmashauri na serikali kuu, umoja kati ya serikali kwa jumla yake na wananchi ili tuweze kufanikiwa yote hayo, basi tunahitaji kuwa na umoja na ushirikiano. Lakini natambua kwa waheshimiwa madiwani hivi karibuni walipata semina ya namna ya kuendesha vikao na masuala mengine na naona mambo yanakwenda vizuri, mwenyekiti, na tusikose kila fursa inapotokea kuendelea kuongeza huo uwezo wa kuwafanya madiwani wakaelewa namna ya kuendesha namna vikao vinavyoendeshwa, na taratibu nyingine za vikao, kwa sababu naona wameiva vizuri waheshimiwa madiwani. Hongereni sana.